Sasa nyingine, kwa sababu ajira ni ngumu, mtu anavumilia mateso mpaka mateso mengine, anawaza nikitoka hapa nitapata mia mbili wapi, watoto wangu watakula wapi? Matokeo yake waajiri tumegeuka, tumekuwa kama vile miungu wapi, kitu ambacho akikubariki kabisa. Waajiri huwezi kuwa mungu mtu. Penzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Huyu kaonewa, kanyanyaswa, kafukuzwa kazi pasipo haki na mwajiri wake. Babi Gumila Sauli raia wa Rwanda, raia wa Uganda, yu wapi? ni wewe na mwajili wako amekuja? Ndio mkuu, yu wapi mwajili wako? Kansala Mungu wako pale, mwajili wapi kwapi? eh, eh, sgei huyu bwana, imekuwaje? kwanza unamtambua? Ndio. Sawa, alikuwa anafanya kazi kwako? Ndio. mm-hmm. aliondolewa kazini aliondolewa kutokana na mkataba uliofika mwisho, mkataba uliisha. Ndio. Alilipwa haki zake alizokuwa anadai wakati mlipokuwa mmekubaliana kulingana na mkataba? Ndio. Sasa kaja kulalamika nini? Wewe unavyofikiria, labda tumsikilize atoe maelezo. Okay, mimi kama <coughs> nilivyotajwa hapa mkuu, <coughs> mimi naitwa Babigumera Saudi, ni raia wa Uganda. Niliingia hapa nchini mwaka 2009. <coughs> na tisa na tisa, ndio mkuu, kufanya kazi kama mwalimu mm. na nilikuja kwa ajili ya kufundisha somo la uchumi. Nilivyofika nikaanza kazi kama mwalimu, nikafanya kazi yangu tu kwa amani na kufata taratibu za nchi Mhm. nilivyofika mwaka elfu mbili kumi na saba nikabadilishwa, nikabadilishiwa utaratibu na mwajiri wangu kutoka kwenye kazi ya walimu kwenda kwenye kazi ya umishanari sasa. mm -hmm. Niilivyo hoji umishanari mmetokea wapi? na mimi nilikuja kufanya kazi ya ualimu mm. na mkataba yangu yote nasema mimi ni mwalimu tangu mwaka 2009 inakuja mwaka 2017 niwe mishanari mwaka 2023 ni Desemba nilivyotolewa kwenye ukuu wa shule nikaurudi mwalimu wa kawaida, lakini nilivyorudi mwalimu wa kawaida Januari mwezi wa kwanza nikapunguzwa mshahara laki moja. Nilivyoenda kwa manager coach, kwa nini nimepunguzwa mshahara? Walikupa na barua kwamba tunakupunguzia laki moja. Hawajanipa barua. Okay. Nikamwandikia manager barua na, na kwa nini nimepunguzwa mshahara? Wakasema ni taratibu za kanisa, ni miongozo ya kanisa na mimi kwa sababu sio mwenyeje na sio raia. Na ndio hivyo. Ah, basi mimi nikafanya kazi ilivyofika Desemba 2024 nikapewa barua ya kufukuzwa kazi ya kwamba mimi ni yahusu kuisha mkataba wa umishanari. Sasa nikajaribu kumtafuta manager anielezee huo mishanari wangu ulitoka wapi na ulianzia wapi, na huo mkataba wa mishanari huo isha uko wapi, tamzaka ni conditions zilikuwa ni nini ili nijue. Lakini bahati mbaya manager akawa ananipiga chenga ananipiga chenga. Sasa kumbuka umefukuzwa kazi una watoto, mimi mke wangu ni Mtanzania, tuna watoto wanne. Nikafanikiwa kumuona kiongozi mkuu wa, wa mbona, mbona, sawa kufukuzwa kazi na kupia kazi ni haki ya mtu akasema, nakwambia hivi, sitakosumbue kanisa na ukiendea kusumbua kanisa, ntakuwekea wanasheria wanane na ntakufukuza mpaka mpakani ah. Kwa sababu serikali hii iko mfukoni mwetu nasema ah. Basi kama serikali iko mfukoni mwenu na utaniwekea wanasheria wanane, mimi sina hela, nikajaribu kutuliza akili yangu kidogo nifanyeje? Nikaweka madai yangu. Yeye aliamuru nilipe shilingi milioni tano na shilingi laki nne ambayo iyo milioni, milioni tano na la, laki nne laki mbili ya nauli ya kubeba mimi familia mzigo yangu kurudi Uganda, shilingi laki mbili Mheshimiwa CMA aliamuru. Na miezi ilikuwa imebaki miezi saba ya, kwenye mkataba wangu. Nilipe miezi sita kwa sababu siku ambayo ilikuwa naongea mwezi wa saba ilikuwa siku chache, ilikuwa siku saba Kwa vitisho, mimi nikakubali kupokea zile fedha, lakini nikadai NSSF. Na hapa malalamiko yangu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni wanilipe NSSF zangu. Nataka tu nikwambie wewe na wengine wote walioko huko ndani, haswa ya wataalamu wangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii hii, tunaojinasibu nayo hii serikali ya Mama Samia haijawai kuwekwa mfukoni na mtu. Kama kuna watu wanaweka serikali hii mfukoni maeneo mengine sio Manyara. Tena Manyara wakae mkaa wakula wenye kauli hizo. Unaweka serikali mfukoni wewe? Serikali yangu ya mkoa m unaweka mfukoni? Nakutia kwenye mfuko wewe, alafu tuambiane mfuko ni upi? Serikali aikae kwenye mfuko. Serikali hii inasimamia haki. Serikali hii inasimamia utawala bora. Serikali hii inasimamia uh, upendo na inahimiza mshikamano kwa kila mmoja, ili kuweza kuleta tija. Kuna mtu mwenye uwezo kwa vyovyote awe ana fedha awe hana fedha, kuweka serikali mfukoni? Kwa sababu hii serikali haina fedha, serikali hii ina watu, rasilimali watu ambao ndio sisi hapa, ambao kila mtu lazima apate haki ya yake ama sio? Lazima apate haki yake, bila kujali ana hela ana hela, ana mamlaka ana mamlaka, kila binadamu wote ni sawa. Sasa labda tumuulize sasa hapa bosi, mwenye kampuni yako, nawe pia ni baba mchungaji na wewe, kwa hiyo unafahamu kwamba Mungu ndo Mungu wa haki eh? sawa kabisa. Kwa hiyo tunategemea watenda haki wa kwanza tuwe sisi otua watenda haki wa kwanza ili jamii tunayoiongoza iweze kuona ule umungu haswa uliopo kwetu sisi, au sio? si ndio? tunakosema hivyo ndio. Mniambie mtakavyolipa haki za wale vijana pale, wameshadai muda mrefu. Najua wiki moja wawezi kushindwa kusubiri, watasubiri wiki moja. Wiki ijayo officially, na kikao kimoja na watu hawa wa Mungu waniambie namna ambavyo watalipa haki za vijana ambazo kila siku hapa kuna kesi. Wakati nikija hapa nakumbuka nilikuta kesi mbili za walimu wenu mnazikumbuka? Nikasema mzisoti, sijui kama mlizisoti. Hapa pana shule nyingi kwenye huu mkoa. Msitafute ubaya na ukorofi na viongozi wa serikali baadaye mseme kwamba mnaonewa, mnanyanyasa kwa sababu yeye ni taasisi za kidini. Hatutaki. Kama mmeingia kwenye biashara, manake ni kwamba lazima mfate taratibu miongozo na sheria ya nchi inavyotaka kwenye eneo ambalo mmejikita. Mmeenda kwenye sekta ya elimu, sekta ambayo ni very sensitive kwenye nchi hii. Tunahitaji mfate utaratibu wa kutosha, ili tuone namna ambavyo elimu ambayo mnakwenda kusaidia kuungana na serikali katika kuifanya iwe na tija na sio iwe karaha kwa wananchi na tena hapo hapo katibu ka, nani, e, tawala katika hilo pia, naomba pia uende ufanyike uchunguzi na ukaguzi wa kutosha. Maana nikisema kutosha, Danema unanijua kuhusiana na habari ya miundombinu ya shule, nijue. Kwa sababu saa nyingine watu mnatafuta tu kuchokonoa chokonoa sehemu ambayo upele hauwashi sasa, mnapakuna kuna mpaka patoetoe maji maji hivi katika hali ya kawaida kabisa hata ukimwita binadamu yoyote mtoto wa shule tu mdogo tu yule wa darasa la tatu, mwite, umwambie njoo hapa, anayejua pia na pesa, umwambie eti mtu kafanya kazi miaka kumi na saba na nyumbani kwao ni Uganda, ana mke na watoto wanne, eti kapewa shilingi laki mbili, je atafika Uganda? Atakwambia eh, laki mbili ile nchi ya Uganda, eh laki mbili, atafika kweli? Huyo ni mtoto mdogo ambaye bado hajakuwa na uwezo mkubwa wa kurizon, sembuse mtu mzima. Kaa hapo hapo, mtulie. Vijana wangu wanaokuja kwa ajili ya kwenda kuchukua hizo dokumenti za awali ambazo nazitaka ziwe zimetangulia kwanza hapa nianza kuzifanyia kazi, alafu kutokea leo ndani ya wiki moja serikali itafanya kazi na nyinyi ili tuweze kupata kile ambacho tunakitaka, na hii nataka iwe funzo kwa taasisi zote binafsi kwenye mkoa huu. Sitaki unyanyasaji wa watumishi. Na katibu tawala, hili naomba mlifanyie kazi kabisa. Ni maelekezo haya makususi, piteni kwenye hizo taasisi muangalie hali za kiutumishi za watendaji mule zikoje. Saa nyingine kwa sababu ajira ni ngumu, mtu anavumilia mateso mpaka mateso mengine, anawaza nikitoka hapa nitapata mia mbili, wapo watoto wangu watakula wapi? Matokeo yake waajiri tumegeuka, tumekuwa kama vile miungu watu, kitu ambacho hakikubaliki kabisa. Waajiri, huwezi kuwa mungu.